Alikuwa rais wakati huo, anawaambia watu wake, inawezekanaje hiki chama tulichokibomoa kwa muda wote huo kimeweza kuwa na wagombea wa serikali za mitaa vijiji na vitongoji kwenye mavijiji karibu vyote? Wakaona sasa hiyo ni safari ya kuondolewa elfu mbili na ishirini. Wakawaondoa wagombea wa, na ndio maana nikawaambia mwaka ule wa elfu mbili na ishirini kwamba bila marekebisho ya katiba na kikanuni ya kuwezesha uchaguzi huru na haki elfu mbili na ishirini wanatuibia tena. Sasa wakatuibia, wakamuibia Lissu, wakatuibia wabunge, wakatuibia madiwani. Baada ya kutuibia kwa kiwango kile, sisi Chadema tukaweka msimamo wa kutotambua ule uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tukakubaliana Januari elfu mbili na ishirini na moja, Magufuli bado akiwa hai kwamba iwe mvua iwe jua iwe risasi iwe nini, lazima tudai mabadiliko kuwezesha uchaguzi una haki. Miezi michache kabla atujaanza operation, Mwenyezi Mungu akamtoa Magufuli.